Ninaitwa Mchungaji Neema Samson Kamendu ni mratibu wa idara ya jinsia na watoto Dayosisi ya Kaskazini Mashariki ambayo ndani ya jia, idara hii kuna kitengo cha wanaume lakini pia kuna kitengo cha wanawake na watoto, ambao leo kitengo cha wanawake na watoto ndio wametufanya kuwepo hapa kwa ajili ya tukio hili kubwa la kuangalia watoto wetu ambao ni sehemu ya wajibu wa wanawake tuliopewa na kuaminiwa na viongozi wa Dayosisi ya Kaskazini Mashariki kwamba kitengo cha wanawake na watoto basi kitakuwa kinawaangalia watoto. Binafsi, ninayo furaha sana kuona kwamba hili ambalo tulilipanga mwanzoni kabisa mwa mwaka huu wa elfu mbili na ishirini na tano kwenye kikao chetu cha kwanza na kwenye mipango yetu ya kwanza kwamba tuwe na ziara, tuwe na siku ya kidiakonia kwa wanawake kidayosisi. Kwa hiyo uwepo wetu mahali hapa ni ukamilishaji wa lengo na mpango tulio upanga. Mimi ninamshukuru Mungu sana kuona kwamba wanawake wameitikia, wamekuja, wamekuja kwa wingi wao Kipekee sana tumekuwa na wanawake wa aina mbalimbali, tumekuwa na uwenzi wa viongozi wetu wa dayosisi, tumekuwa mama askofu mwalimu Dr. Mary Mbilu ambaye pia ni mlezi wa kitengo katika dayosisi yetu, lakini tumekuwa na mke wa dini mteule mwinjilisi Elizabeth Mtangi, lakini pia tumekuwa na mke wa katibu mkuu mama yetu Madiga, amekuwepo hapa. Lakini pamoja na hayo, dayosisi hii ina majimbo matano. Tunamshukuru Mungu, majimbo yote matano yamekuwepo, ambayo jimbo la Pwani linaongozwa na mwenyekiti anayeitwa Messy Mushi. Kwa hiyo, na majimbo yote matano yamekuwepo. Ninapoongea hapa, ninayo furaha kusema ni dayosisi nzima, wanawake kutoka majimbo yote na viongozi wao wamekuwepo parish workers na wainjilisti wengi tu. Hii ni kuonyesha namna gani wanawake wa dayosisi hii wameitikia wajibu ambao Mungu amewapa kwa kupitia viongozi wetu wa dayosisi ya Kaskazini Mashariki wa kuwalea watoto hasa watoto wenye mahitaji maalum. Kitengo hiki kimekuwa mstari wa mbele sana katika kuhakikisha kwamba watoto wa hapa wanaishi kwa amani lakini na walezi pia wanatunzika ili waendelee kufanya kazi kwa furaha. Kwa nafasi yangu kama niliyepewa zamana kwa sasa ya kuwa mratibu wa kitengo hiki kwa diocese, mimi ninatoa pongezi zangu nyingi aa, kwa viongozi wenzangu, mwenyekiti wa diocese na uongozi wake wote wa diocese, viongozi wa wanawake majimbo yote wainjilisi na maparishweka ambao wanaratibu na viongozi wa ngazi zote kwa kuwaorganize na kuwaweka wanawake kuhakikisha kwamba wanaona namna ambavyo kuna umuhimu wa kuwalea na kuwatunza watoto. Kwa hiyo hapa nilipo ni kituo chetu cha kwanza, kituo cha watoto yatima, lakini pia pana watoto walioachwa, tuseme waliotupwa, lakini pia tuna watoto ambao wana wazazi lakini wazazi wao wana shida ya akili, wote wanalelewa katika kituo hiki. Nitoe wito wangu wa dhati ninapoendelea kushukuru wanawake, lakini kwa wengine wote ambao wataona muhimu, sio tu kuwaunga mkono wanawake, lakini wataona umuhimu wa kuja kuwasaidia na kuendelea kuwalea watoto hawa katika dayosisi yetu, wafanye hivyo. Ninajua kabisa dini iliyo safi katika maandiko yetu, moja ni kuwatunza watoto yatima. Lakini baada ya kituo hiki tutakwenda pia kwenye kituo kingine cha shule yetu ya msingi ya watoto wasioona, ambayo pia ni moja ya dhamana kitengo ambayo imepewa ya kuhakikisha na watoto wale wasioona wanaishi kwa furaha, pamoja na kwamba wamekuwa na shida hiyo kidogo ya ulemavu wa kuona uh, wengine wanaona uono hafifu, wengine hawaoni kabisa, lakini wajue kwamba wanao wazazi wanajaliwa na wanaishi kwa furaha katika dunia ambayo Mungu amewapa. Lakini baada ya kituo hicho cha blind school, tutakwenda pia kwenye kituo chetu cha tatu kuwaona watoto wenye utindio wa ubongo wenye shida ya akili ambao na wao kama wajibu wetu tunajua Mungu amewaruhusu kuishi na sisi tunapaswa kuona kwamba watoto wale wanaishi kwa furaha. Tunafanya hivi kwanza tukimshukuru Mungu kwamba sisi ametufanya hivi tulivyo, lakini pia tunafanya hivyo kwa sababu moja kubwa, ni wajibu wa idara ya uh, jinsia na watoto hasa kwenye kitengo hiki cha wanawake na watoto kufanya hivi. Ni washukuru wote na niwakaribishe tena wote ambao wananisikia kuja kuwaona watoto wetu kwenye vituo vyetu hivi. Tukifika hapa, najua tumewaombea. Tukifika hapa, tutawatia moyo walezi. Tukifika hapa, tutafanya mambo mengine mazuri na walezi, wataendelea kuishi kwa furaha na watoto wataishi kwa amani. Asanteni sana. Bwana Yesu asifiwe. Mimi jina langu naitwa Daktari Mary Mbilu, lakini kwa hapa mimi ni mama askofu, ni mshauri wa wanawake katika dayosisi hii kwa kweli siku ya leo tumefurahi sana, kwamba lilitokea wazo kutoka kwa viongozi kwamba tuweze kupanga siku ambayo tutakuja kuwaona watoto wetu hapa katika vituo vyetu vya Irente, na wanawake tunafurahi kwamba wameitikia wito huo, na wao kama wanawake ambao ndio chimbuko la jamii, tuseme. Kwa hiyo hiyo, imetufurahisha kwamba wa viongozi wameleta wazo na limepelekwa na watu wameelewa, watu wametoka maeneo mbalimbali mbali. kuna waliotoka mbali zaidi huko Handeni, kuna waliotoka huko maeneo ya uh, Kaskazini Jimbo la Kaskazini. Kwa hivyo wote wamekuja kwa nia moja la kuwaona watoto na kuwasalimia na kuleta kidogo chao walicho nacho. Watu wameweza kuleta nguo vyakula, sabuni, mapampasi kwa ajili ya watoto, viatu, kila kitu nadhani na kimeshapatikana hapo. Kwa hiyo tunasema kwamba jamii yote, popote ulipo, utakaposikia, tuunge mkono, tuungane kwa pamoja, tuweze kuangalia watoto hawa. Wengine wako hapa kwa sababu mama zao walifariki, na wengine walitupwa lakini wapo pia ambao mama zao wamepata shida ya akili ambao wako pale Lutindi Mental Hospital. Watoto hao pia wameletwa hapa. Hivyo ni wito kwa jamii nzima, tuwaombe kwamba wakati wowote unapokuwa na muda, karibu sana katika vituo vyetu vya Irente ambavyo vipo katika Dayosisi ya Kaskazini Mashariki. Hapo utaonyeshwa Irente ilipo na na utaweza kumshukuru Mungu na kutoa sadaka yako hapa. Asanteni sana, mimi jina langu naitwa Messy Mushi, Nimetokea jimbo la Pwani, mimi ni mwenyekiti wa wanawake dayosisi hii ya kaskazini mashariki. Siku ya leo ni siku ambayo moyo wangu una furaha sana, kwa vile tumeweza kuungana wanawake wote wa dayosisi hii kwa uwakilishi wao kuweza kufika mahali hapa kwenye vituo vyetu hivi vya watoto yatima. Tunajua dayosisi yetu ina kituo hiki kwa ajili ya watoto yatima ambao ni wadogo walo wale waliotupwa, kuna ambao wanaone hafifu, kuna pia ambao ni walemavu wa akili. Lakini tunamshukuru Mungu kwamba tuliweza kupanga jambo hili kwenye mwezi wa pili na tukapatana kwamba leo tarehe tatu tuweze kufika mahali hapa kwa kile chochote ambacho tumejaliwa na wakati tupokuwa tumekaa tulifikiri kwa uchache sana lakini Mungu wetu wa mbinguni amekwenda kutuwezesha kwa siku ya leo, tulipoweza kufika mahali hapa wamama wameweza kuja na vitu vingi vya vyakula kama mahindi, ndizi, maharage, vifaa kwa ajili ya matumizi ya watoto, viatu, nguo, mapempasi, yaani kwa kweli wameleta vitu ambavyo ni muhimu hasa sabuni. Lakini pia tunamshukuru Mungu kwamba kwenye pesa pia tumeweza kuwa na pesa ambazo tumegawanya kwenye hivi vituo vyote vitatu. Jumla ya hela ambayo tulikuwa tumeipata ni kama shilingi milioni mbili na laki nane. Kwa hiyo tunamshukuru sana Mungu ambao amewawezesha wamama kutoka sharika na kutoka mitaa na majimbo pamoja na, na dayosisi kuweza kufikia hiyo amaunti kwa muda mfupi ambao tulikuwa nao. Hatukujua atuku, kwamba ingekuwa rahisi kihivyo tuliona kwamba ni vigumu na hata tukawa tumefikiri labda kila kitoto hapa tu shilingi laki tatu, lakini Mungu wa mbinguni ambaye ana baraka zote amekwenda kwa kweli kuwabariki wamama na kuwapa moyo kwa kuona kwamba sisi wamama ndio tegemezi kwa ajili ya hawa watoto. Wamama ndio walezi wa hawa watoto, na pia nitoe wito sasa kwa wanawake wote, hata kwa jamii nzima, sio wanawake tu, kwamba unaposikia sauti hii au utakapokuwa unasikia vituo hivi moyo wako ukaguswe uje. Wana uhitaji mwingi, tulivyo vileta watatumia tu, labda kwa mwezi mmoja au miezi miwili vitaisha, lakini we ukiguswa na we ukija kwa ajili ya kuwasaidia watoto, Mungu wa mbinguni hata iacha sadaka yako, naamini kabisa atakubariki <coughs> lakini vilevile vile, pamoja na maneno ambayo nimeyatoa, ninatoa sana shukrani zangu kwa kweli za dhati kwa wamama wote ambao wameshiriki katika kuchangia vitu hivi ambavyo vimeonekana, sabuni na vitu mbalimbali mbali, pamoja na pesa, na ni waombe kabisa ambao wamefika kama wawakilishi, watakapokuwa wamerudi kwenye sharika zao mitaa yao, basi wakapeleke salamu hizi za shukrani kutoka ofisi ya Dayosisi kitengo cha wanawake.

Bwana Amen. Amen. Yesu asifiwe wanaume.